Wa wa Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe utakuwa mwanzo wa kufungua kizazi kiende vizuri. Bwana Yesu asiye sana kiambie, sema mimi nitakuwa mimi, mwanzo wa kizazi tanu laana zote, zote. Wesomelika zisomeki kwenye kabila, kwenye taifa, kwenye lugha huwa wanajisikia vizuri sana utasikia, yani sisi ni Wachaga yani, anajisikia la unabeba mambo ya Wachaga wote. Na nataka nikwambie, hauwezi ukavuka kiwango cha zaidi ya Mchaga fulani alifika hapo, kama kiwango fulani Mchaga wa juu kabisa ndo alifika hapo. unapojitutumua sana na kabila lako, manake ndo kiwango utakachofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Una, sisi Wakaguru, yes, sisi Wakaguru. Yani sisi tuna Biblia. Unabeba na jitambulisha kulingana na kile Yesu anachokuambia wewe. Ulinunuliwa, unajitambulisha huko, ulinunuliwa, ununuliwa. yes, yes, yes. oh. <laughs> kwa damu, yani si maanisha kwamba uzalau kabila lako, lakini sio kitu cha kujivunia kana kwamba hata zaidi ya kile alichosema Yesu. Nye, kuna watu wanajisikia vizuri sana makabila yao. Yaani wanavimba hapo wanazaona makabila mengine. Ah, mimi aiwezekani. Yaani mimi siwezi kuwa fulani eh. Unaona ni kitu cha maana unabeba